Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Balozi Seif Ali Iddi ametoa wito kwa mahakimu nchini kuacha kigugumizi katika utoaji wa haki ili kuondoa au kupunguza zaidi muda wa mrefu unaochukuliwa na majaji wa mahakama hao katika kutoa hukumu kwa kesi zinazopelekwa mahakamani. Amesema kigugumizi hicho mbali na kulalamikiwa kwa kipindi kirefu na wananchi walio wengi lakini pia kinachangia kuondoa heshima yake mhimili huo ukiwa ni miongoni mwa mihimili mitatu ya dola. Tupate taarifa zaidi. Yosef Alihidi alitoa wito huo wakati akizungumza na majaji, wanasheria na mahakimu ndani ya juma la sheria Zanzibar baada ya kuyaongoza matembezi maadhimisho ya siku ya sheria ya Zanzibar yaliyoanzia mahakama kuu Vuga, kupitia Bembela, Michenzani, kituo cha polisi Madema, na kumalizikia katika viwanja vya michezo Maisara mjini Zanzibar. amesema zipo kesi nyingi zinazolalamikiwa na wananchi kama madawa za kulevya na matukio ya udhalilishaji wa kijinsia unaowakumba zaidi watoto wadogo na wanawake, ambazo hupelekwa mahakamani, lakini hatima yake zinaishia hewani.

Na katika kukabiliana na vitendo hivyo Baloosefu amewakumbusha watendaji hao wa mahakama kusimamia ipasavyo jukumu lao kwa kuwachukulia hatua za haraka na kutoa maamuzi ili kupunguza mrinikano wa majadala ya kesi ya kesi yaliyopo mezani kwao. Mapema akimkaribisha mgeni rasmi katika hafla hiyo, Jaji Mkuu wa Zanzibar Mheshimiwa Omar Othman Makungu amesema maadhimisho ya wiki ya sheria ya Zanzibar mwaka huu yameingizwa matembezi ndani ya ratiba yake ili kutoa fursa kwa watendaji wa taasisi hiyo kufanya mazoezi. Jaji Mkuu Makungu amesema miili inahitaji kupata mazoezi, jambo ambalo lilionekana na uongozi wa mahakama kuu kutokana na watendaji walio wengi wanakaa muda mrefu maofisini, ikiwa ni hatari kwa afya zao. Nikiripoti kutoka Maisara, mimi ni Othman Khamis wa ofisi ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar.